Ndugu wananchi, tunapozungumzia ya mafanikio yanayotokana na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi hapa Zanzibar, hali ilivyo ndivyo ilivyo kote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana tumejiamini na tumepata ujasiri wa kurudi tena kwenu, ndugu wananchi, na kuomba ridhaa na dhamana ya kuiongoza nchi yetu kwa miaka mingine mitano ili tuipeleke kwenye mafanikio makubwa zaidi. Chama cha Mapinduzi tumeweza, tumefanya, tuliahidi tukatekeleza, tunaahidi makubwa zaidi, na nataka niwaambie tutatekeleza. Tunajiamini na tuna kila sababu ya kuja kwenu kwa ujasiri kabisa kuambia tunaweza, tupeni, tutatekeleza. Mambo ambayo CCM imejipanga kuyafanya kwa miaka mitano ijayo, kwa upande wa Zanzibar yapo kwenye ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025 2030, na pia yalielezwa vizuri na mgombea wa nafasi ya uraisi, ndugu yetu Hussein Ali Mwinyi wakati wa uzinduzi wa kampeni za CCM hapa Zanzibar tarehe 13 Septemba mwaka huu na wagombea wetu wa ubunge na udiwani, kama alivyosema, watapita kuzieleza ahadi hizo katika siku takriban 45 za kampeni. CCM oye! yeah.